Wananchi wa kijiji cha Bugulula katika wilaya ya Geita mkoani Geita wametishia kumpiga muuguzi na kuchoma moto zahanati ya kijiji chao baada ya wauguzi kugoma kutoa huduma ya kumzalisha mjamzito Esther Elias na hivyo mama huyo kujifungua chini na mtoto kufariki dunia, imeelezwa. Mama huyo ambaye alijifungua mapacha alipata uchungu majira ya saa saba na nusu usiku, ndipo alienda zahanati na zamu ya muuguzi ikabidi achukue jukumu la kwenda kumgongea muuguzi nyumbani kwake. Juhudi hizo ziligonga mwamba na kuamua kurudi nyumbani kupumzika. Esta Sumira ndiye mwenye taarifa kamili. Ni maandamano ya wananchi wenye hasira kali wakielekea kwenye zahanati ya kijiji cha Bugurula kwa lengo la kuchoma zahanati hiyo. Akielezea mkasa wa tukio hilo, Esther Arias amesema walienda kumgongea muuguzi wa kwanza bila mafanikio, ikabidi waende kwa muuguzi mwingine ambaye alifungua na kudai kuwa yeye hayupo zamu. Ameangaika kuwatesta yani, akawa anaenda kuamsha, anasema naendeni kwa fulani mwingine, akaamsha amenyamaza kimya tu na mimi huku sasa nikasikia muda nikaanza kusukuma tu sasa, mm. nimejifungua. huduma yoyote ile? ulijifungua nje? yule binti akasema mimi niende nikajisaidia, tukamtoa pale zahanati, tukamteremsha pembeni, ili aweze kujisaidia, kumbe ndo kushikwa na uchungu wa kwenda kusukuma mtoto. Akasukuma mtoto wa kwanza akatoka, hatukujua kama na mtoto wa pili baadaye tumbo likaendelea kuuma na likauma kweli kweli, tukasema tupige simu tuite ambulance. Kabla hata hatujashika simu kupiga, basi huyo binti akawa amejifungua tena, mtoto wa pili amekufa. Wananchi wamedai kuwa tukio hili si la kwanza, kwani awali lishawahi kutokea na kwamba wauguzi hao wamekuwa hawana lugha rafiki kwa wagonjwa. Kuna mama mmoja pia alizalia hapa katika ofisi ya serikali ya kijiji. Walienda kumuomba kwamba naomba uji tusaidie, wakasema pelekeni Geita. Lakini kwa bahati nzuri, wakati wanajiandaa kwenda Geita, akawa amejifungulia hapo katika ofisi ya serikali ya kijiji. Wajawazito wanapokuja kujifungua hapa, wakienda kuamsha manesi hawaamki, wanakataa. Yaani mtahangaika kuwagongea, hawaamki. Matokeo yake unaenda kwa mkunga wa jadi. Ukienda kujifungua kwa mkunga wa jadi, ukimleta mtoto kliniki hahudumiwi, unaambiwa hata kutoa shilingi elfu kumi Kufuatia vurugu hizo jeshi la polisi lilifika eneo hilo kisha kuondoka na muuguzi aliyekuwa zamu kumnusuru maisha yake, na kwamba baada ya muda mfupi, naye mkuu wa wilaya Geita alifika eneo hilo la tukio na kutoa tamko. hatamii nimewambia kwamba mmevuka zaidi, msingefanya hivyo, mwa mnatatua tatizo kwa njia nyingine. Nimetoa maelekezo yafuatayo kwamba Jumatatu nilikuwa naongea na Daktari Mhana ambaye ni mganga mkuu Nimeambia Jumatatu, hakikisheni mnaletea mganga wa kiongozi wa, wa, wa zahanati, mnaletea na manesi wengine wakusaidia, awa a wapelekeni mnakotaka. Wauguzi wa zahanati hiyo wanazungumziaje malalamiko hayo? Sikupata taarifa katika huo usiku huo, lakini mzazi naye mfahamu, ambaye nilimzalisha alikuja kwangu saa kumi na mbili, anaitwa Pili la mara ile pale. Usiku niliamshwa nikaambiwa kwamba tuna mgonjwa pale zahanati Ndoo nikawelekeza kwamba nesi anaishi sehemu fulani pale Bugurula pale, ndio nikamwambia kwamba yuko nesi pale mwende, ndio mwenye zamu, kwa sababu sisi tuna taratibu wa zamu. Hili ndio eneo ambalo mama huyu ameweza kujifungua watoto mapacha, ikiwa ni mita 50 tu kuingia katika mlango wa zahanati ili aweze kupata huduma. Kutoka hapa mkoani Geita, Esther Sumira, Azam News.